Jamii mbalimbali leo wamezuru kaburi la aliyekuwa waziri mkuu Hayati Raila Odinga, wakitoa wa heshima zao za mwisho kwa mmoja wao. Wakifanya tambiko maalum, wazee hao waliwataka wa Kenya kuiga mfano wa mwenda zake Raila haswa katika kusimamia ukweli, kama anavyotuarifu Laura Otieno. Siku tatu baada ya mazishi ya Hayati Raila Odinga, Wazee wa jamii mbalimbali walifika katika kaburi lake ili kutoa heshima za mwisho. Gavana wa Bungoma Kenneth Lusaka aliongoza kundi moja la wazee pamoja na familia ya Elija Masinde kutoa risala kwa familia ya Odinga, wakimtaja kama mwendani wa karibu wa jamii hiyo. So today I've come with three of the wives and a son and generally the community from there just so to come and say apologies the way we loved him in life, we still love him in death. Vile vile, wazee wa jamii ya Gikuyu pia walifika kwenye kaburi hilo wazee hao waliimiminia sifa familia ya Odinga kutokana na uhusiano wao wa karibu na mashujaa wa jamii hiyo. Baba alikuwa mtu wa amani, alikuwa anaongea juu ya amani, alikuwa anafanya hiyo amani, si kuongea tu peke yake, alikuwa na mpaka watu wanasema enigma, jambo ambayo mtu aku anajua ni nini I know wa uh, uh, wakikuyu ni wadhoniwa ni, ni losu wake uh, tumeshukuru sana nyinyi wazee wa kwenyu vile mmefika huko Bondo na tunakaribisha watu wengine pia wote wakuje huko Bondo. Wanaweza uh, omba na sisi na kukuja kutembelea uh, uh, grave ya mzee. Mama Aida Odinga pia alizuru kaburi hilo mapema. Raila Odinga amezikwa mkabala na kaburi la babake Mzee Jaramogi Oginga Odinga. Bora Otino, Runinga ya Citizen.